Kampuni ya Twangiza Mining imeripoti kwamba waasi wa M23 wameiba zaidi ya kilo 500 za dhahabu tangu mwezi Mei mwaka huu kutoka mgodi wake uliopo katika jimbo la South Kivu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kiasi hicho cha dhahabu kinakadiriwa kuwa na thamani ya takriban dola milioni 70 za Marekani, kulingana na bei ya sasa ya soko la kimataifa kulingana na taarifa ya Twangiza Mining iliyotumwa kwa Reuters, waasi hao waliuteka mgodi huo mwezi Mei baada ya kufanya mashambulizi ya kasi yaliyowawezesha kudhibiti eneo ya hilo. Kampuni hiyo ilisema kuwa baadhi ya wafanyakazi wake walihusika moja kwa moja katika kusaidia uhalifu huo, wakirahisisha usafirishaji wa usafirisha mzigo wa kwanza wa dhahabu zaidi ya kilo 50 kwa muda mfupi zaidi. Baada ya hapo waasi waliendelea kuiba wastani wa kilo mia moja za dhahabu kila mwezi, wakitumia njia za siri za chini ya ardhi kusafirisha madini hayo nje ya eneo hilo. Mbali na dhahabu Kampuni hiyo ya Kichina yenye ya makao yake nchini Kongo imeripoti pia kupoteza vifaa na mashine zenye thamani ya zaidi ya dola milioni tano, huku wafanyakazi zaidi ya 150 wakisalia mateka au kukatika kwa mawasiliano tangu waasi walipotua mgodi huo. Kampuni hiyo imetangaza hali ya dharura ya kisheria, force majeure, na inajiandaa kuwasilisha malalamiko rasmi kwa mamlaka za kimataifa za usuluhishi pamoja na serikali ya Kongo. Twangiza Mining imesema waasi wa M23 wamefukuza wakazi wa, wa, wa eneo hilo kubomoa makanisa na kutumia wataalam kutoka Rwanda kukusanya data za kijiolojia ili kuendelea na shughuli za uchimbaji. Taarifa hiyo inazidisha tuhuma zilizopo kwamba M23 inaungwa mkono na serikali ya Rwanda, madai ambayo Kigali imekuwa ikikanusha mara kwa mara. Tarehe 15 Oktoba, shambulio la drone liliharibu miundombinu ya umeme ya mgodi huo, ingawa haijulikani ni nani aliyehusika. Vita vinavyoendelea mashariki mwa Kongo vimesababisha vifo vya maelfu ya watu na kuwakimbiza mamia ya maelfu wengine huku makundi kadhaa ya waasi yakidhibiti migodi yenye ya madini adimu ya kama dhahabu, coltan, cobalt na almasi. Mwaka huu rais wa Marekani Donald Trump alisimamia makubaliano ya awali ya amani kati ya Rwanda na Congo, akilenga kudhibiti mgogoro wa mashariki na kuvutia wawekezaji wa madini kutoka magharibi. Hata hivyo, licha ya juhudi hizo, mapigano yameendelea huku Qatar ikihusishwa kama mwenyeji wa mazungumzo ya moja kwa moja kati ya serikali ya Congo na waasi wa M23. Pande hizo mbili zilikosa kukamilisha makubaliano ya amani mwezi Agosti, lakini tarehe 14 Oktoba walikubaliana kuanzisha mfumo wa ufuatiliaji wa kusitisha mapigano. Ripoti ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa mwaka jana ilionyesha kuwa M23 walikuwa wakipata takribani dola laki 3 kwa mwezi kupitia kodi za madini katika eneo la Rubaya lenye utajiri wa madini ya Coltan. Kiwango hicho kinaonyesha namna makundi ya waasi yanavyotumia utajiri wa madini kufadhili harakati zao za kijeshi na kisiasa, na hivyo kuendelea kuvurugu udhabiti wa eneo hilo. Wizi wa dhahabu wa Twangiza Mining ni ishara ya kina ya tatizo la usalama na rushwa ndani ya sekta ya madini ya DRC. Tukio hili linadhihirisha kwamba mapambano kati ya mashariki mwa Kongo hayahusu siasa pekee bali ni vita vya rasilimali vinavyohusisha mataifa jirani, makundi ya waasi na hata baadhi ya wafanyakazi wa ndani. Wakati Umoja wa Mataifa na mataifa makubwa kijaribu kuingilia kati, mstakabali wa amani na utulivu wa Kongo bado uko mashakani, hasa ikiwa utajiri wake wa madini utaendelea kuwa chanzo cha migogoro badala ya maendeleo.